Yaani kifo ni uhamisho. Tunamhamisha mwanadamu katika maisha haya anahamia katika maisha mengine, yaani mwanadamu anapokufa anahamishwa, anahama kukaa hapa steling, anahama kukaa kwa koko, anahama kukaa Dar es Salaam, anahama kukaa duniani, anahamia kwenye makao mengine. Bwana Yesu asifiwe. Na huu uhamisho ni wa lazima, nasema huu uhamisho ni wa lazima, wa lazima. Amen. Hakuna anayeweza kuukataa, hakuna anayeweza kuukwepa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na tunaona Mungu alimuumba mwanadamu wa kwanza, haku hakutarajiwa kufa, si ndio? Jamani, mwanadamu alipoumbwa kabisa, mara ya kwanza kutarajiwa kufa, alipaswa aishi, aishi maisha yake yote akiwa hai. Lakini kifo kilikuja, na nimekwambia kifo kwa mara ya kwanza kilitajwa na Mungu mwenyewe amina. Hebu naomba unisomee hapo, Mwanzo sura ya pili kumi na saba Mwanzo sura ya pili kumi na saba Lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda yake hakika utakufa. Unaona eh? Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Ishi hapo ya msaidizi leo hayatuhusu, hapo ya msaidizi tutawaambia kanisani huko kwingine. Rudia pale, hakika utakufa. Lakini kama usile matunda ya mti. Lakini Mungu akamwambia kamwe usije ukala matunda ya mti huu wa kujua mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula. Kwa maana siku utakapokula matunda yake matunda yake matunda, hakika utakufa, hakika utakufa. Mwambie jirani yako kufa ni hakika. Kwa hiyo Mungu alimwambia mwanadamu Akamwambia akae katika bustani ya Eden aitunze, akampa matunda ya kula, lakini akamwambia tunda la mti fulani, la mti wa uzima wa mema na mabaya asile, na akamwambia ikitokea siku atakapokula hakika atafanyaje? Atakufa. Kwa hiyo mtu wa kwanza aliyetangaza kwa habari ya kifo ni nani? Mungu. Ni Mungu mwenyewe, sema amina. Aline. Na Mungu akisema, amesema baada ya dhambi kuingia kifo kiliingia duniani. Ndugu zangu wapendwa, mwanadamu anaishi duniani, ana uraia wa aina mbili. Bwana asifiwe. Mwanadamu anaishi katika dunia hii, tuna uraia wa aina ngapi? Tuna uraia pacha, uraia pacha. Kuna watu hapa duniani wana uraia pacha, si ndiyo? Ni Watanzania lakini ni raia wa Marekani, hamjawahi kuwaona Unapa ameaona watu wa namna hiyo, yaani unaona mkono hapa sana, lakini wenzago ana uraia pacha, ana uraia wa Marekani, ana uraia wa Uingereza. Sasa mwanadamu anaishi katika dunia, ana uraia pacha. Ana uraia wa aina ngapi? Mbili. Ana uraia wa hapa duniani, lakini pia ana uraia wa mbinguni. Sema amina. Sema amina. amina. Sema amina. Amina. na sasa katika uraia huu huwa kuna kanuni za kuishi Bwana asifiwe sana. Ukienda Marekani, kanuni za kuishi ni tofauti na za huku. Bwana akusaidia sana. Ukienda Marekani, hautaenda na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ni kweli, si kweli?